wajasiriamali wale wa sekta ya utalii kama kule Nungwi ma beach boys wale na wengi wengi wengi zaidi katika maeneo mbalimbali ikiwemo hawa wanaofanya shughuli zao kwenye masoko. Kwa hivyo ahadi yetu ni kwamba kipindi kijacho tutaongeza nguvu katika eneo hilo, ili tuweze kuwasaidia kikubwa zaidi wajikwamue kutokana na umasikini. Ndugu zangu, leo ningeweza kusema mengi ya miundombinu ya huduma za jamii kama afya, elimu, maji na kadhalika, lakini nitatafuta siku yake maalum katika mikutano ya hadhara. Leo lengo letu ni wajasiriamali hawa. Kwa hivyo, kwa haya niliyoyasema, yasema yatoshe kusema kwamba tumejipanga kufanya kazi ya ziada awamu ijayo, mkiturudisha madarakani. Hapa kulia kwangu mnaona jengo la skuli hilo, hatujaifungua bado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 na wale ambao safari hii wamefikiwa wakafanya biashara wakaweza kurejesha mikopo ile, awamu inayofuata wataongezewa kiwango ili kiwe kikubwa zaidi, wakuze mitaji yao. Ndugu zangu, hizo ndio ilikuwa ahadi zetu, tumetekeleza. Tumekuja kwenu kukuombeni ridhaa ili mtuchague tena tufanye makubwa zaidi. Nakumbuka wajasiriamali wengi wa soko hili la Kibanda Maiti walikuwa eneo la Kijangwani. Wakati tunajenga kile kituo cha mabasi pale Kijangwani, tukawaomba wahame waje huku, waje huku kwa muda ili baadaye tujenge soko kubwa hapa. Habari njema nilikuwa nayo ni kwamba michoro imekamilika, fedha zipo, baada ya muda mfupi sana tutaanza ujenzi wa jengo soko la kisasa hapa Kibanda Maiti na kama ilivyo kawaida, wale waliokuwepo mwanzo ndio watakaopewa nafasi mwanzo. Ndugu zangu, niliyesimama mbele yenu naitwa Huseni Ali Hassan Mwinyi, mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar kupitia Chama Cha Mapinduzi. Naomba kura zenu mtanipa? Ndugu zangu, kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Namuombea kura za ndio mtampa.